Mkingandeti TV online. Tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo tumemka salama, kama unavyoona hali ya hewa jinsi ilivyokaa, kumetulia kabisa. E, movement yani msongamano wa watu wanaendelea kufanya kazi zao, kama unavyoona bodaboda boda mtaani zimeshaanza kufanya kazi. Ni kweli tumepitia katika wakati mgumu wa siku sita ambazo zilikuwa ni balaa, ni balaa, lakini tunasema asante Allah kwa sababu nchi imeshatulia na tayari tunaendelea na kazi zetu kama unavyoona, kule maduka yapo wazi eh, stationery zipo wazi eh, MC Frank mtumishi wa Mungu CEO wa Mkingandeti TV online tayari yupo mtaani kwa ajili ya kufanya kazi za kijamii. Kwa hiyo tunasema asante Mungu. Mungu bariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, mambo yanaendelea. Kama bado umelala, amka, amka, anza kutafuta mambo yaweze kwenda vizuri. Kila kitu kimeshakaa sawa, Barabara zote zipo safi kabisa. Ofisi za serikali za mtaa tayari zinafanya kazi, kama nilivyokuambia kwa wajenzi, maduka tayari hadi wa zimeshafunguliwa. Kwa hiyo, amka amka, ingia kazini. Tunashukuru na tunashukuru tena Mungu kwa kuibariki Tanzania mpaka sasa hivi, tunaendelea vizuri, lakini pia tuendelee kuombeana chao. Endelea kuangalia Mkinga Ndeti television online kukujuza na kupata habari mbalimbali. Tukutane next time.